Na mtazamaji wa channel 10 kama nilivyotangulia kukwambia awali, sasa ni udondozi wa magazeti. Lakini magazeti yote mtazamaji wa channel 10, popote pale ulipo, yameandika kuhusiana na uteuzi wa waziri wa ujenzi Dr. John Pombe Magufuli kupeperusha bendera ya CCM katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Lakini vichwa vimeandikwa mbalimbali, lakini kubwa ni hilo dira linaandika mwinyi mkapa wataja kilichomwengua loasa. loasa nitasema kila kitu ndivyo linavyoandika dira uhuru lenyewe linasema Dr. magufuli anena nimehemewa apata ushindi wa kishindo dhidi ya amina na asha rose kikwete asema yametimia tingatinga limeingia kazini pichani hapa anaonekana mwenyekiti wa ccm rais jakaya kikwete akiwatambulisha mgombea urais wa CCM d John Magufuli na mgombea mwenza Samia Suluhu Hasan kwa wajumbe wa mkutano mkuu maalum katika ukumbi wa mkutano wa CCM mjini Dodoma. Hiyo ilikuwa ni jana. Hiyo chini pale, tutashindwa kwa kishindo, d shen huyo makamu mwenyekiti wa CCM. Sauti ya watu, Tanzania Daima linaandika Magufuli watanikoma, ndivyo linavyoandika hili gazeti. JK asema alikuwa rais mpole sasa anakuja mkali. Pichani rais Jakaya Kikwete akiwatambulisha wa, wapeperusha hao bendera wa CCM. Umma Tanzania lenyewe linaandika Kikwete azima uwasi CCM ni katika halmashauri kuu. Dr Magufuli aibuka kidedea, sasa kuchuana na Ukawa. haya Lowasa alivyozimwa Dodoma, ndivyo linavyoandika gazeti hili. Mwinyi Mkapa waliongoza mashambulizi, walisaidiwa na Karume Sendeka Lusinde. Zanzibar leo linaandika yametimia ya e, ni Magufuli. Samia Suluhu mgombea mwenza, Dr Shein kasi zaidi ya maendeleo, utekelezaji ilani wa bainishwa wa peperusha bendera CCM 2015 hao watatu wanaonekana hapo. Majira linaandika moshi mweupe ni shangwe, Dkt Magufuli kubeba jahazi CCM, mgombea mwenza Samia, Dkt Migiro, balozi Amina watoa ya moyoni. Kikwete afunga mkutano mkuu kwa hutuba nzito. Hapa pichani ni matukio tofauti tofauti yaliyojiri katika mkutano mkuu huo wa CCM uliomtangaza Dkt Magufuli kupeperusha bendera ya chama hicho raia tanzania linaandika mafisadi kukiona ni kauli ya magufuli kwa mujibu wa gazeti hili kuna dondoo hapa zimeandikwa apitishwa kwa asilimia themanini na saba anasema nitavumilia sitawaangusha waziri samia mgombea mwenza kikwete mlisema mimi mpole nimewaletea mkali amepata urais kwa mafuta na muda wake tu dr migiro hawakuna wengi kwa msemo wa paa la kioo shule ya mbuyuni kwa kutoa first lady mwingine. Hapa chini kuna dondoo za Samia, pata nakala yako uzijue ni, ujue ni nini kumhusu Samia. Jambo leo Eh, Jambo leo linaandika CCM Magufuli haya, machinga wahamishiwa Jangwani. Picha hiyo imeonekana na magazeti karibu mengi. Rais Jakaya Kikwete, mwenyekiti wa CCM Taifa, akimtambulisha kwa wajumbe mpeperusha bendera huyo wa CCM. Habari Leo linaandika ni Magufuli 2015 avuna asilimia 87 ya kura. Mkutano mkuu CCM amteua Samia Suluhu mgombea mwenza wake. Wanawake waweka rekodi mpya ndani ya CCM. Haya, habari inayoambatana na picha hapo inasema, huyu sawa na tingatinga, kauli yake JK ni pashe cha kubwa kabisa, siri ya Magufuli. Yanaonekana Magufuli mwenyewe akiongea jambo katika wakati fulani. Aya, aya, awatangazia kiama mafisadi, amteua Samia Suluhu mgombea mwenza. Mtanzania linaandika sitawaangusha. Magufuli afunguka, asema amehemewa, mzigo aliopewa ni mkubwa, amteua Samia Suluhu kuwa mgombea mwenza Aya, sugu ageuka mbogo. Habari nyingine, Kikwete amwita jembe huyu, Magufuli mchapa kazi, mbunifu. Kwenye magazeti yanaandika lugha ya Kiingereza leo yako takribani manne. Haya, tunaanza na the the African, the African lenyewe halijaandika habari za siasa, linaandika mamlaka ya mapato Tanzania yatakiwa kurahisisha mfumo wa kodi kwa kuwa una kero lengo ni ni, una kero kwa walipa kodi, lakini lengo kubwa ni kuongeza mapato. Haya, mbio za urais CCM. The Africa lina maoni yake hapo, ya linadai kulikuwa na mambo mengi ikiwemo mizengwe chini kule. Haya. East African Business Week mahususi kwa ajili ya mambo ya biashara, linatoka kwa wiki, li linaandika kampuni kubwa la masuala ya bima duniani lavutiwa na soko la Afrika Mashariki. Pichana anaonekana rais wa Uganda Yoweri Museveni akipokea tuzo kutoka kwa afisa mtendaji mkuu wa kampuni hilo la African Prudential place Ikulu ya nchi hiyo Entebe. Baada ya kukutana na timu hiyo, Uganda imepewa tuzo kwa kufanya vizuri katika masuala hayo ya bima. Aya chini kule, kuna habari kampuni la Canada ya utaka mradi wa mgodi wa dhahabu wa Luhala ulioko kusini Mwanza, kaskazini mwa Tanzania. Haya, wasafirishaji Afrika Mashariki wahofia kupanda kwa nauli kufuatia kupanda kwa dola ya Marekani na bei ya mafuta. Daily News linaandika CCM ya mchagua Magufuli. Pichani mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi taifa rais Jakaya Kikwete, rais wa Zanzibar pale anaonekana nyuma, rais huyu ni Dr. Ali Mohamed Shein. Kifurahia kweli kweli, pamoja na Dkt. Magufuli na mke wake mama Janet, baada ya Dkt. Magufuli kuchaguliwa kupepe, kupeperusha bendera ya CCM katika mkutano mkuu. Hili tukio liko kwenye mkutano mkuu uh, wa CCM uh, jana hiyo Dodoma. Kwa mbali anaonekana pia katibu mkuu wa CCM taifa Abdulrahman Kinana. Haya, kuna wito hapa wa rais Jakaya Kikwete wa kuvunja makundi yaliyokuwa ya urahisi na kuungana pamoja. Haya, wengi wakunwa wakongwa nyoyo na chaguo la mwanaharakati wa wasomi na hata The Guardian. Umoja ndio ufunguo wa ushindi, kauli ya Magufuli. Hiyo waziri wa ujenzi huyo atakeepeperusha berera CCM katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 15. Pichani mwenyekiti wa taifa wa CCM Rais Yakaa Kikwete akisherekea kwa kumtambulisha na kumnyanyua mkono Bwana Magufuli mbele ya wa wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM jana hiyo mjini Dodoma. Kulia pale anaonekana makamu wa rais eh, Dkt Muhamed Harib Bilal aya akiongozi wa upinzani Kenya Raila Odinga akongwa moyo akunwa na uteuzi wa Magufuli ampongeza Dkt Magufuli afagilia mchakato wa CCM ampongeza pia balozi Suluhu Tunakunda kwenye kurasa za michezo. Tunaanza na gazi hilohilo la The Guardian. The Guardian linaandika Kaijage alia na uzoefu wa wachezaji wa timu ya taifa ya wanawake chini wa umri wa miaka 20, walokula bakora nne kwa bila na wenzao wa timu ya Zambia ya apr gormaia kuwasili nchini tayari kwa michuano ya kagamepicha